Nchini Tanzania, wanasiasa wa upinzani, wale wa chama tawala, raia wa kawaida na wanaharakati wa haki za binadamu, hapo jana kwa kauli moja walilaani tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki na mkosoaji mkubwa wa serikali Padri Charles Kitima. Undani wa taarifa hii na Emmanuel Makundi. Padri Kitima alishambuliwa na watu wasiojulikana Jumatano wa wiki hii katika ofisi za baraza hilo katika eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam da ambapo kwa mujibu wa polisi aligongwa kichwani na maeneo mengine ya mwili na kitu chenye butu. Katika taarifa yake baraza la Maaskofu lililaani tukio hilo ambalo imesema halikubaliki na kuvitaka vyombo vya usalama kuharakisha uchunguzi kubaini waliohusika. Kwa miezi kadhaa Padri Kitima pamoja na viongozi wa juu wa kanisa Katoliki nchini humo wamekuwa wakikosoa matukio mbalimbali yanayoendelea nchini humo ikiwemo kukamatwa na kuuawa wa kwa wanasiasa wa upinzani pamoja na wakosoaji wa serikali. Tukio la kushambuliwa kwake limekuja siku chache kupita tangu kanisa hilo litoe tamko kuitaka serikali kumwachia mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo cha Chadema, Tundu Lissu bila masharti, huku pia likitaka mamlaka kuheshimu katiba na sheria za nchi katika kutoa haki. Hapo jana wanaharakati wa kutetea haki za binadamu pamoja na wanasiasa toka pande zote walilaani tukio la kushambuliwa kwa Padri Kitima usika wakishindwa kuchukuliwa hatua. Hivi karibuni, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imejikuta katika ukosolewaji mkubwa kutokana na hivi karibuni kuongezeka kwa vitendo vya ukatili dhidi ya wakosoaji wa serikali yake, polisi ya nchi hiyo ikituhumiwa kutumika vibaya.